Yo, yo, yo, yo guys, mambo vipi ya yeah, ni Samwely Brand hapa hivi, na kama kawaida mnanifahamu mimi ni mtu ambaye nawaleteanga umbea kawaida. Yenu pia nyinyi mnapenda umbea sana, au sio? Yeah, so hii story ya Sina Dave bado hatujamalizana nayo kwa uzuri guys. Kuna venyani, ngoja nisimame kwanza juu ya yeah, hapa kwa mwangaza, mnaniona jioni nikidanganya Unajua ni fulani amedanganya. So guys, historia vile tumekuwa tunaifuatilia guys ya kupiga gaidi kule wakiwa kule Mombasani guys, bado mi pia nimeifuatilia na leo hii nimekuja na mambo ambayo hata amuku kwa mmeona guys. So mi mwenyewe nimeona na nikaamua hii story lazima niwakumbushe, juu mi napenda umbea huyo kaidi mwenye waliua mwenye walipiga risasi na mambo ikawa mambo moto moto hadi akazuzu. So guys, nataka kuambia before hiyo scene ifika hapo, huyu kaidi alikuwa amekataa kutambua mahali ambapo wengine wako guys, ya alikuwa anasema liwe liwalo, hawezi kuambia. Wakapiga jamaa mpaka akasusu kwa nguo, lakini bado jamaa hakusema kitu guys. so, yani magaidi sijui wanalishwanga nini, huwa sielewi mimi. Hata wakinipiga tu, hata mimi ukinichuna tu masikio kama ni wai chiti, ntakwambia. So ukiwa demu yangu usingangana kuniuliza kama mi wana chiti, chunda kata, we ni chune tu masikio, nakubali. So huyu jamaa alipigwa viboko akakanyagwa mateke, lakini jamaa bado hakukuwa anaeleza eh, chochote. Wakapiga yeye eh, mpaka brek brek ikawa imekataa kushika. Sasa makojo inapita tu, alafu huku nyuma haja kubwa naye ikawa inapita tu guys. So huyu jamaa <coughs> hakutambua imajini, akapigwa hakutambua wakamtoa sehemu moja, wakampeleka sehemu ya pili, wakazidi kumupiga hii jamaa akutambua. In fact alifika mahali wakatrend, huyo sinyadefa alipata simu ghafla na DCI Fred kwamba wakimalizana na hii mission watarudi nyumbani na watapata wazazi wao wakiwa hai. So jamaa walikuwa worried, kitu ya kwanza juu ya hasira Wakasema so before watoka hapo, wafike nyumbani kama wazazi ni wakufa, watawapata tu wamekufa guys. so wakaamua, liwe liwalo, lazima wa deal na hii kaidi jamaa. so unajuanga Fred vile anakuanga na chocha, akasema akaambia kaidi akae chini. Kaidi alikuwa anaongelea chini. E, ni mnoma sana, ye huwezi mwongelesha kitu kama umesimama. So huyu Gaidi huyu alikuwa anaongelea chini ya yeah. so kwa hiyo harakati ya kuongelea chini, jamaa walikuwa wanampiga mateke, yaani tege moja yenye ana tege, wakipiga nyumba ambayo ni ama lazima tuinganguka, hiyo mateke yenye walikuwa wanasukumia hii changili. Na unajua hii changili pia ilikuwa imepiga yi jimu, yaani misuli imekauka ya yeah, hati ukipiga na nyundo nyundo inaweza vunjika. So majamaa walikuwa wanajaribu jamaa tambue penye wenzake wako, lakini ikashindikana. Wakaamua kuswaga jamaa kipigo, kipigo ambaye hakuwa ametarajia guys. Wakapiga jamaa mpaka kinyezi ikaanza tu kumtoka yeah. Hii mission si mission rahisi hivyo guys. Mission noma sana, na ndio maana mi huwa na salute, mi huwa na salute hawa jamaa kila time, mi huwa na salute hata nikiwa behind the scene kama wanafanya hiyo story ya yeah, mi huwa na motivate na huwa yaani na, nasema hii mission si rahisi. Kitu ya kwanza it is very expensive. That is why Sinadev Foundation iko pale, unaweza isapoti na kitu yoyote yenye uko nayo guys. You can send something there. Ya Yeah, mtu kama mimi nishatuma pale pesa kwa Sinadev Foundation kwa sababu naelewa hizi ma mission si kitu rahisi, so uh, kitu ingine yenye nataka kuambia. Ya yeah, hii mission imeisha. Sinadev wamekuwa wanarudi home sasa after kuua hii jangili So kwa harakati ya kurudi home waka realize ma comments zimechaa uchafu kabisa, ma comments zilikuwa zimechaa uchafu. Mtu tu anatukana tu, anawaita ana tu ana maumbwa. Imagine mutu ana comment pale ati ni maumbwa sana. Ya yeah. kwa yale mazuri ambayo wanafanya jamaa eh, hey, kwa kuaresti ama makaidi. Hii kazi si rahisi guys, alafu kitu kingine ni kwamba wanasaidia watu hawa, wazee wako na Zinia Deaf Foundation wanasaidia watu, so unapata mtu anabonga chafu, ana comment kitu ambayo ni mbaya sana, so it is so embarrassing my people. Tusikue tunafanya hivyo, wacha tuwapea hawa jamaa morali, waendelee kufanya good job, so that angalau huu mbea wetu ukapate nafasi ya kuendelea guys i really appreciate you guys for watching this video guys i want you to subscribe on my youtube channel you can comment there so that i know where you come from yeah i am in kenya right now i'm in ruiru so i want you to comment there uh, so that we can engage more yeah i will be telling you i will be disclosing each and everything so that hii umbea lazima iwaingie kama yote, hakuna umbea yenye anaenda kukwama nje guys. Naenda kuhakikisha ninawapea umbea kama wote, so hawa jamaa wamemaliza hii nini, wamerudi wako home, na vile wamerudi wako home, hatujui makaidi wameisha ama makaidi watajitokeza tena guys. So wewe endelea tu kusubscribe button, notification bell on. Nitakuwa nawaambia before chochote kia happen. I will be predicting, I'll be telling you what to happen. And also you can also comment uniambie nini itafanyika, waendeleze hii kipindi aje, kwa sababu hii kipindire imefika mahali ni kama imeishia hapo, so we need some knowledge. Guys, just top up. Tell me, tell me in your comment section. I'll read it and your idea itakuwa valuable kwetu sisi yeah thank you for watching i tell you bye bye until next time i'm going to arrange a good video for you so that we can enjoy together okay yeah let us finish there